Baringo hoye, Baringo hoye, hoye. Siku chache baada ya kushirikiana na kiongozi wa chama cha KANU, Gideon Moi, Rais William Ruto ametua Baringo. Ngome ya kiongozi huyo, ziara inayoonekana kuwa ya maendeleo. Ila alitumia fursa hiyo kumpigia debe mwaniaji wa kiti cha useneta katika tiketi ya UDA. Akuja na aungane na vijana wenzake. Wasukume gurudumu. Wanisaidia kupanga kazi ndio tupate maendeleo, tujenge barabara, tuhakikishe kuna maji, tusonge mbele. Wapi kura, kura ya Chemitei hapa? Nione kura ya Chemitei kura. Sisi tunakufurahia na tunakupenda. Mimi your excellency, chuzi nikaamua nataka kusimama kiti ya seneta ya Baringo. Kwanza nikaomba Mwenyezi Mungu, akanipatia kibali, nikakuja, nikaomba hao raia, nikajiita seneta wa raia. Kwa hakika Mwenyezi Mungu akanipigia kura kwa wingi, mimi nikateguliwa, nikakuwa wa chama chetu cha UDA. Rais Ruto alitetea ushirikiano wake na Moi akidai kuwa ni njia moja ya kuunganisha taifa. Si mimi niliita ndugu yangu Gideon nikamwambia wewe ni mtu ya rika yangu, si ndio? Tuko pamoja. Nikauliza Gideon kwa heshima na Gideon naye akaniheshimu akaniambia, wacha tuungane, tuwachie hawa vijana waendelee na kazi. Mimi na Gideon tutapangana tukisonga mbele. Kiongozi huyo wa taifa alitoa ahadi kadhaa kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara, nyumba za bei nafuu, huku pia akiahidi serikali imetupilia mbali ada iliyokuwa ikitolewa kwa wanaotafuta vitambulisho. Kwenye kaunti ya Kakamega na bunge la Malava, kikosi cha DAP-K kikiongozwa na gavana Transoya, Natembea, Ohilo, hapa, wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea, kilitua eneo hilo. Hapa Natembea alimsuta msaidizi wa rais Faruk Kibet kwa madai ya kuikosea heshima jamii ya Mulembe. Hatutakubali tena sisi kuja kuchezewa na watu kwa sasa. Kuna mtu amekuja hapa kila siku hapa, anaambia Waluya apigia huyu kura, pigia huyu kura, na sisi hatuendi kwa kuwachagulia viongozi. Hata hivyo, seneta Kakamega Boni Khalwale alitumia mkutano huo kumpigia debe mwaniaji wa ubunge wa DAP-K Seth Panyako. Mheshimiwa Seth Panyako, you have a unique opportunity ya kuunganisha watu wa Kabras. Nitarudi hapa wakati nitakuwa nikimuonyesha Indakwa kama MCA mwenye anarudi kwa kiti yake after the election. Tumepeleka watu kule mbele, wameenda pale kwenda kulala wasingizi, hawajui ile sababu tuko naye, hii umaskini ambayo tuko nayo hapa Western Je, nafanya hata karani wa president anakuja kuzomea sisi kama watoto wadogo? Nyinyi mtakubali ama mwaneno kweli? Nikiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala.